Ni mtumishi wa Mungu askofu mkuu Dr. Stasyeli Mapamba ambaye amekuwa mkufunzi mkuu wa semina ya neno la Mungu kwa wachungaji na mama wachungaji iliyofanyika katika ukumbi wa kanisa la HTPC hapa Banana. Karibu sana baba askofu mkuu Dr. Mapamba, asante sana. Baada ya kukukaribisha, naona umekuwa mkufunzi mkuu lakini katika Uh, masomo uliofundisha, mimi najikita kwenye kipengele kimoja tu kuuliza maswali kwa faida ya wachungaji mama wachungaji na wageni, manake nyumba za wachungaji zinapata wageni mara kwa mara. Kuna nyumba unaweza unafika, mama mchungaji amenuna, upate hata chai pale. Umeona una pamphlet ambalo naamini unaliandalia kitabu, wajibu wa mama mchungaji. Karibu baba. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza ifahamike kwamba uh, mchungaji ni mwakilishi wa Mungu katika eneo anaokwela, na kama ni mwakilishi wa Mungu maana yake pia ni kimbilio la jamii husika kama itatambua uwepo wake. na mama mchungaji ni mtendakazi moja kwa moja ambaye kibiblia pamoja kwa na kwamba yeye saa ingine hajawa na wito wa kutamkiwa kutambukiwa kwamba umeitwa, lakini kitendo cha kuolewa na yule mchungaji moja kwa moja anakuwa ni mtendakazi pamoja na na hivyo ni mchungaji pamoja naye. Kwa, kwa maandiko anenaje? Nitamfanyia msaidizi wa kufana naye, kwa huyo ndiye anafana naye, kwa maana pia maana yake pamoja naye katika ule mwelekeo au utumishi wake. Sasa mama mchungaji mmoja wapo katika pale ambapo wageni wanakuja nyumbani, huyo wajibu wake moja hapo ni kukaribisha wageni. Na kukaribisha wageni kuna maanisha gani? Ile pia mwonekano wake, namna ya upokeaji jinsi anavyoonyesha furaha, maana furaha inaashiria upendo, inaashiria kukubalika kwa mgeni, inaashiria mvuto kum, kuona kwamba yule mgeni namwona wa muhimu. Hebu fikiria vile, kama Mungu angetumbia. Kwa nini Mungu alitumbie meno kwa mbele? Kwa nini si kisogoni? Kwa nini si meno yetu kuwa ma, eneo mamasikioni? Ni kwa sababu meno mko mbele ili kuweza kutoa ishara ya jinsi gani moyo wa muhusika yuko tayari kumkaribisha mgeni, yuko tayari kurespondi chanya au negative. Sasa unapoweka meno nje, bila shaka inaonyesha unampenda, unamkubali, na hivyo wale watu waumini watajisikia vizuri, au wenye shida watajisikia vizuri kuingia nyumbani hapo au kumhitaji baba, kwa sababu tayari wanaona kwamba mama, unawakubali. Pengine kuna kaubaguzi huyu, um, amekuja na chochote kweli, ana hata bahasha mama mchungaji inamfanya atabasamu, pengine inamvunja moyo. Uchungaji sio biashara, ingekuwa biashara ungeweza kuangalia na shilingi ngapi. Uchungaji ni huduma, watu wanaleta changamoto zao na wewe unatoa huduma kwao. Vipawa tulivyopewa ni kwa ajili ya watu wengine kwao, vipawa si kwa ajili ya watu wenyewe kwao, wale wanaokuja ndiyo wateja wa hilo vipawa, na ndiyo maana itakii tena kufikiria kwamba anahitaji basha. Siri basha ina maana gani basha? Ah, yani basha si nimekuja mgeni nyumbani kwa pasta ni siende mikono mitupu mm -hmm. Kwanza mchungaji ni sehemu ya jamii. Kwa watu wanaweza kaja tu wageni kawaida, lakini anaweza kaja kwa sababu watu wao wanahitaji huduma, anaweza kaja kwa sababu ni ni, ni wanafamilia, ni ndugu katika familia, lakini cha msingi tu mama mchungaji bila kujali ni wapi, anatakika changamke, anatakika aonyeshe meno yake, aonyeshe kwamba amechangamka na nawapenda kwa sababu akipokea amenuna nununa nuna, tayari anawasukumia ana watu mbali. Lakini kwamba eh, bahasha za kusema ni mshirika anahitaji kwenda kanisa, hiyo ni hiari yake, iwapo kwa jinsi alivyofundishwa. Maana ni wajibu pia ni kweli wa washirika wa, wa watunza wachungaji wao. Sasa kama anaenda kwa sababu anaona vyema kwenda kumfadhili mchungaji, haikatalii, lakini sio tiketi ya mama kuchangamka. Kuchangamka <laughs> mama ametengenezwa, amefundishwa, ame hivyo, wito wake unamtaka kuwa hivyo. Pengine amefika chai imeisha sana, mpaka niandae tena jikoni, inakuwaje? Uh, well, tunashauri sisi kama wakufunzi katika masuala haya, tunashauri mama mchungaji daima anapaswa kuwa na, kwa sababu wakati mwingine hawezi kuomba kila mtu kila mtu, kila mtu ampe, kila, atakuwa anapika napika tangu asubuhi as atua. Mama mchungaji sio mpishi, sio mpishi wa mchungaji kwamba ko kwa kila siku watu wanakuja hapa lakini kihekima kupokea wageni, Biblia inatuambia moja, hapo hawajibu au mkarimu. Sasa tunashauri uh, kwa maeneo ambayo chai inanywa vizuri, tunashauri mama mchungaji anakuwa ile chupa kubwa, anaweka huko maji ya kutosha lile chupa, ili hata mtu mgeni anapokuja, angalau inakuwa rahisi kumpa kikombe cha chai, anakuja mwingine kikombe cha chai. Ni moja pana ambapo hakuna cha kuwa hapa, lakini chai chaa ni kitu kizuri. Mama mchungaji ambaye tayari alishakosea arekebishe wapi. Uh, baba mchungaji yamkini akasababisha na wengine wakaogopa kufika, mmm, kenda kule kwa mchungaji uko vizuri, lakini mama mchungaji, changamoto, mafundisho hayapo kumkatisha mtu tamaa hmm. Uh, Mungu anachotaka unapofundishwa ni kama kupewa maelekezo ya kazi, kwa upande wa kupewa maelekezo ya kazi ukafanya, unapofanya ndio marekebisha yenyewe. Nini wito wako sasa kwa familia ya Kristo kwa ujumla, baba Askofu Mkuu Daktari Mapamba? Kwanza ningependa watu wote waone mchungaji ni dhahabu. Nasema ni dhahabu iliyositirika, ni dhahabu ambayo haionekana. Mama mchungaji mmoja, chombo kizuri sana kwa hai, kwa kanisa na Mungu, ni chombo kizuri sana kwa jamii, ni chombo kizuri sana kwa, kwa, kwa mama wa binti wa kanisa husika. Kwa ni vizuri pia wamtie moyo pia ili waweze kufanya kazi vizuri, lakini pia mama mchungaji wajitoe kumtumikia Mungu kwa furaha wakijua kwa, kwa kufanya hivyo watalipa na Mungu wao sana sana. Jina naitwa uh, Askofu Daktari Stasyeli linaitwaje? Ni mchungaji, lakini pia uh, ni askofu mkuu wa makanisa ya Gospel and Healing, uh, Afrika Mashariki, kwa mfano kwa maana Tanzania, uh, Kenya na, na Kongo. Mm-hmm. Na headquarters yetu ipo, ipo Dar es Salaam, Ukonga eneo la Mombasa akishuka pale Mombasa anavuka reli ndio baba. Kimsingi kwa sababu ya reli iliyojengwa sasa hivi, anataka shukia kituo kinaitwa Madafu. Akishuka Madafu av avuke reli kuvuka reli. Kimsingi ukiwa Madafu na kuangalia upande wa pili wa reli, unaona mnara wa simu na ule mnara wa simu kwenye mlango wa kanisa, kwa unavuka tu reli pale, then naingia kanisani sasa.